Mwanadada ambaye ameweza kuteka headlines toka majira ya jana eh, anaitwa Rosalind Bellon eh, imeweza kusadikika kwamba ameweza kujiua baada ya video zake kuvuja kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na kusambaa hapo siku ya jana. Lakini cha kushangaza ni kwamba video hizi unaambiwa zilianza kusambaa toka majira ya jana, lakini hiyo ni kwa hapa Tanzania, ila kwa huko kwao unaambiwa zilianza kusambaa toka katika mwezi wa kwanza, ila kwa huku ndio imekuja kutrend hivi karibuni. Lakini ni video ambazo zilishatoka toka, toka muda na kwao ilishaisha kabisa hichi kitu sasa kupitia mtandao mmoja ambao unajulikana kwa jina la TZ Gossip Club pamoja na Bongo da la habari, waliweza kuposti picha za huyu mwanadada wakiandika kwamba inasemekana baada ya video zake kuvuja amejiua. Sasa hii kanifanya eh, ni chakati ya habari, je ina ukweli gani ndani yake? Eh, ikabidi niangalie katika upande wa comment section. Kitu ambacho waliweza kuchapisha jalada hili, waliweza kuandika caption ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Acha ninukuu jinsi kama ilivyokuwa inaandikwa hapa. ni Blue House Dax Media, mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizi. Hii habari ilikuwa imeandikwa kama ifuatavyo: hii habari kama ni kweli, basi watu tusicheze tusichezee thamani ya utu wetu. Kumbuka kunfolo haya. Akiendelea kusema kwamba huyu ni binti ambaye ana trendi sana huko nchini Nigeria, inasemekana ni mtoto wa mchungaji na ni mtumishi pia wa kanisa, mwimbaji ambaye anaonekana kwenye video za utupu ama video za kubwa zinazosambaa. Binti huyu ameshangaza wengi kwa uchafu alioufanya kwenye hizi video akiwa na mtumishi wa kanisa na anaimba madhabahuni. Wengi walioona hii video wanasema alikuwa anapanda dirisha huku mwanamke kabaki kitandani, alafu anamrukia kwa juu. Kumbuka kufolo haya, hii ilikuwa ni habari ambayo ilipostiwa na TZ Gospel Club pamoja na Bongo Daily Habari kupitia peji zao za Instagram, lakini hii ilinishangaza kidogo. Je, ni kweli mwanadada huyu ambaye inasemkana ni mtoto wa mchungaji baada ya video zake kuvuja ameweza kujiua? Ikabidi e niangalie kupitia upande wa comment section nione wadau walikuwa nasemaje. Huyu anaitwa King Mukacha underscore design, akaanza kusema kwamba shida tunawabandika sana watu ubaya, ili hali huku ambako kamera hazifiki kuna hatari kuliko huyo alionekana, na pia watoa comment wengi sana unakuta ni hatari kuliko huyu binti sasa huyu mwingine anaweza kusema kwamba hii nchi haina sheria za ubakaji anda kumi na nane, akauliza haya. Mwingine anaweza kusema kwamba, mm kwamba alivurugwa na dada video za utupu akiwa na mchumba wake chumbani ambapo walikuwa wakirekodi na video video hizo na zikavuja. Mwingine anaweza kusema kwamba ila Afrika magharibi kiboko jamani, sio kwa kwa mvinje ule. Huyu hapa anaitwa Mamlicho, anaweza kusema kwamba hujafa, hajafa yupo hai bana, ila wamemficha Mwingine anaweza kusema kwamba kwani, akiwa ni mtoto wa mchungaji ndo asifanywe hivyo? Huyo mchungaji alimpataje huyo binti, kwa maombi au mbona? kawaida sana sio, ni cha ajabu? Mwingine anaweza kusema kwamba hapana, mama yake ndo kafariki. Da, inauma sana jamani, utanitafuta, utanitafutia connection pia mbali mbali. Haya. Watu wengi wameweza kucomment hilo hapo jambo. E, wakiendelea kuuliza ni kweli kama huyu mwanadada amefariki au la. Ukipitia katika peji mbalimbali za mitandao ya kijamii utaona jinsi eh, watu wanavyoendelea ku kuli komenti hili hapa swala kwa kina, na wakilizungumzia kundani kabisa. Hii hapa trending ya huyu mtoto wa mchungaji ambaye video zake zimeweza kuvuja, zake za huyu mdada zikimuonesha katika sehemu mbalimbali, pia majukwaa utaweza kushusha comment hii hapa ni Blue House Dax Media, shusha komenti yako hapo chini ili uwe mmoja wa familia yetu wa kwanza kupata habari zetu zinazotoka kila muda. Asante. <tune>